Jina la Yesu, uliyekaa kwenye jangwa uliyekaa kwenye jangwa uliyekaa kwenye jangwa, hapo ulipo, sasa hivi unaponisikiliza hapo ulipo, sio mbali ujue, uko mkono wa Bwana, uko upako, iko nguvu, uko uweza unakuchomoa hapo, walisema hautatoka. Unachomolewa hapo, unachomolewa hapo, unachomolewa hapo, unachomolewa hapo, unachomolewa hapo, unachomolewa hapo, unachomolewa hapo. Una hapo. Hapo walisema hautatoka, unatoka hapo, unachomoka hapo, unachomoka hapo unachomoka hapo unachomoka hapo unachomoka hapo unachomoka hapo, kila ulipowekwa unachomoka unachomoka unachomoka unachomoka unachomoka unachomoka unachomoka unachomoka, kila ulipowekwa. Kuna watu walikuwa mbali sana.